Majina anaitwa Gadi Sedekia, ni mwimbaji wa nyimbo za injili pia ni mdogo wa kuzaliwa waliyekuwa mwimbaji wa nyimbo za injili Tanzania, marehemu Fanuel Sedekia. niko mbele yenu kama ambavyo mmekuwa mkiniona kwenye mtandao wa kijamii nikiwalilia na kuwaomba kwa unyenyekevu mkubwa mweze kunisaidia katika changamoto yangu ya figo kufeli, ambapo niliwaomba kwamba nimepata msamaria kuweza kunchangia figo, na kweli Mungu ni mwema. Kwa sasa nimeanza vipimo vya awali kwa ajili ya kuendelea kuangalia na kufikia hatua ya kuweza kupandikizwa. Nichukue nafasi hii washukuruni wote ambao bado mnaendelea kunisaidia kunichangia. Ukweli bado uhitaji hupo, ndo kabisa kwanza, tunaanza na kama ilivyo ada. Najua mambo ni mengi katika kufikia hii hatua, mchango bado haijakamilika. Mimi tunachukua nafasi kuwashukuruni nyie ambao bado mna moyo wa kuendelea kunichangia zaidi niwashukuru pia ambao tayari mmenichangia, nimeona mioyo yenu kwamba mmeweza kujali. Mungu wa mbinguni awabariki sana sana. Ya, process hizi zitachukua muda, ndio kabisa kwanza tumeanza na majibu yanaenda kuanza kutolewa aa, ni wiki ijayo tu. Kwa hiyo mwanya wa kuchangia au kunisaidia bado na uhitaji sana nategemea sana kwamba nitaweza kufanikiwa hili kwa ufanisi uh, mkubwa zaidi, kwa sababu najua mpo kwa ajili ya kunisaidia. Nia za dhati nimeziona na mmeonesha moyo wa dhati kabisa kuweza kurudisha tabasamu langu uh, la afya. Pia nichukue nafasi kwa wale ambao wataendelea au watajisikia kuk wataguswa kunisaidia watumie namba zifuatazo. Aa, namba ya mpesa ni sifuri saba sita tano kumi na moja thelathini na tano themanini na sita. Nirudie kwa wa, faida wa wale wa nje, unaanza plus two five five seven six five one one 3586. Nawashukuru sana kwa wale wa kutumia account ya benki, unaweza kutumia account ya NMB kwa jina la Gadi Sedekia ambayo namba yake ni 42 51 000 53 90 na moja pia kuna website ambayo najaribu na kwa ajili ya ku, uh, kuwafikia na kuielezea kuhusu, oh, niite website ya kwangu ambayo pia itapita hapo chini. Karibuni kwa maoni, kwa ushauri, vyote napokea. Sina limiti yote ya mchango katika kunisaidia. Naamini ni moyo tu wa upendo ambao mmeamua kuonesha kwangu na kurejesha tabasamu la afya yangu. Nisiwachoshe, naomba niwashukuru na kila atakayeguswa, na namwomba Mungu wangu wa mbinguni asimpungukie. Asanteni.